Uchumi wa Tanzania umeonekana ukikua kwa kasi ya zaidi ya asilimia saba katika kipindi cha miaka kumi iliyopita. Ukuaji huu umesababishwa kuwepo kwa mwelekeo mzuri katika vita dhidi ya umasikini hapa nchini. Katika miaka ya hivi karibuni, takwimu zimeonyesha kwamba kiwango cha umasikini wa kaya kimepungua kwa kiasi kikubwa. Hii imetokana na mikakati ya serikali ya kukabiliana na tatizo hilo. Taasisi mojawapo ambayo imefanya kazi kubwa katika kutekeleza malengo ya serikali ya kupunguza umasikini wa kaya ni TASAF kupitia ufadhili wa mfuko wa kusaidia maendeleo wa Umoja wa Nchi zinazotoa mafuta kwa wingi duniani, OPEC. Katika mradi huu ambao unafadhiliwa na OPEC ndani ya mradi mkubwa wa TASAF, unalenga zaidi katika maeneo matatu: kuboresha na kuendeleza miundombinu katika maeneo ya afya, elimu pamoja na na maji uh, katika mikoa hiyo mitano. Uh, la pili ni kwamba inatoa ajira za muda kwa kaya ambazo zinahudumiwa zina na mpango wa Tasafu katika mikoa hiyo uh, mitano. Jambo la tatu ambalo mradi huu wa OPEC unalifanya ni kusaidia kaya hizi kupata miradi ya kuongeza kipato. TASAF inabadili maisha na jamii katika mkoa wa Arusha kupitia miradi yake inayohusisha maendeleo ya miundombinu, kazi za umma na shughuli za kujiongezea kipato. Lengo kubwa la TASAF kwa kushirikiana na OPEC ni kupunguza umasikini kwa ujumla na kuimarisha upatikanaji wa huduma za muhimu za kijamii pamoja na shughuli za kuongeza kipato. Kwa kushirikiana na wanajamii Tasafu imejenga mashule katika wilaya za Arusha na Longido ili kusogeza huduma hiyo karibu na wananchi na kuwezesha kila mtoto kupata elimu bora katika mazingira mazuri ya shule. Tasafu kwa mara ya kwanza ilijenga madarasa mawili na ofisi moja na baada ya pale ikajenga pia jengo la utawala. Baada ya kujenga jengo la utawala, pia tasafu ilijenga nyumba mbili za walimu, ambazo nyumba hizo mbili ni two in one. Maana yake hizo nyumba zinaweza kukaa walimu wanne. Pia kuwepo kwa mabweni kunapunguza ukatili wa kijinsia, mimba za utotoni, na kuweka mazingira salama na mazuri kwa wanafunzi, baada ya kuona kwamba changamoto kubwa sana ya yani, eneo hili ni umbali wa watoto waliochaguliwa kujiunga na hii shule watokea mbali. Kwa hiyo ndiyo TASAF ikajenga mabweni mawili ya wasichana, ikajenga pia majengo mawili yaani mabweni mawili kwa ajili ya wavulana. Kwa hiyo mpaka sasa tuna mabweni mawili ya wasichana na mabweni mawili ya wavulana. Mabweni haya na madarasa pia imeweza kupelekea umakini wa wanafunzi. Kwa mfano unakuta maybe wanafunzi wanapokuwa nyumbani, kunakuwa na vishawishi vingi, maybe TV, michezo, kuna watu wengine. Lakini unapokuwa shuleni, anapokaa hapa shuleni, kunakuwa na ule utaratibu wa kufuata, maybe kunakuwa na prepo, wanaweza kuamshwa na kusimamiwa katika masomo yao. Kwa msaada wa TASAF wameweza kunimprove kwamba ninaweza kupitia majengo yao ya laboratories. pia TASAF imejenga uzio wa kuzungushia shule ili kusudi kwamba hii miundombinu iliyopo hapa shuleni iwe salama. Kabla mradi wowote haijaanza katika kijiji hiki, tulikuwa na wakati mgumu, hasahasa kwa wanafunzi wa hapa. Walikuwa wanatembea kitu kama kilomita 20 kwenda shule wa Lumbwa pale, lakini baada ya hapo tukaja tukaanzisha tuka kujenga madarasa mawili. Baada ya hapo mpango wa TASAF ikaingia. Sasa baada ya TASAF sasa kuja wakatujengea madarasa matano. Shule hii imezungushwa fensi na TASAF pia. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mazingira ya wanafunzi kusomea, hakuna mwingiliano wa wanyama, kwa mfano kipindi hiki, muda huu wanaposoma. Tuna nyumba ambayo pia imejengwa, nyumba ya walimu imejengwa na TASAF. E, nyumba ile ni two in one, maana yake zinaweza zikaishi familia mbili. 2019 tulipohamia hapa tulikuwa na idadi ya wanafunzi 180 lakini sasa, mpaka sasa hivi tuna idadi ya wanafunzi 748 Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa, lakini pia ambapo imesababishwa na upatikanaji wa huduma kwa ukaribu. Ufaulu kwa, kwa darasa la saba mwaka jana, ndipo tulianza kutoa darasa la saba tulikuwa na jumla ya wanafunzi 19. E, kati yao wavulana walikuwa 16, wasichana watatu, lakini wote wamefaulu na wote wapo sekondari. Kituo cha kisasa cha afya kinachojengwa katika kijiji cha Temea Simba, wilaya ya Arusha. Kituo hiki kinatarajia kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za kiafya kama vile sehemu ya kujifungulia kina mama wajawazito, wodi ya kina mama wajawazito, chumba cha upasuaji, huduma ya meno na huduma za wagonjwa wasiolazwa. Tuna jengo la kwanza, OPD, ni jengo la wagonjwa wa nje lenye zaidi ya vyumba 13 pamoja na ofisi za madaktari ndani yake, lakini jengo la pili ni jengo pacha ambalo ni jengo la mama na mtoto ambalo limeungana na jengo la upasuaji jengo hilo ni kubwa na ni la kisasa. Lina wodi ndani za kuwalaza wamama waliofikia katika eneo la kujifungua na wamama ambao bado hawajafikia uchungu wa baada kujifungua. Baada ya hapo kuna eneo la leba, na baada ya hapo kuna eneo la upasuaji kwa ajili ya wale wamama ambao wameshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida. Katika kituo chetu cha afya tumepata nyumba ya watumishi ya 3 in 1, yani tatu katika moja. Kaya tatu zitaishi pale, madaktari watatu wataishi pale na familia zao. Kila nyumba ina vyumba viwili vya kulala na kuna siti moja, kuna najiko pamoja na veranda kwa nyuma. Tunashukuru Mungu kwamba kata ya Bwawani sasa hivi tumejulikana, hasa kwenye upande wa sisi, wanawake tulikuwa tunapata tabu kweli Yaani, wakati wa kujifungua au wakati kuna ugonjwa usiku, mtoto anaumwa, hasa kipindi cha mvua mafuriko, unakuta yanamwaga yanaelekea upande wa na mtoni, maji yanamwaga, sisi hapa tunakuwa tuko katikati, kwa hiyo kwenda hospitali inakuwa ni tabu. Kwenye uchimbaji wa msingi wananchi walijitolea, kwa sababu ilikuwa ndio kiu chao cha kituo cha afya. Wamejitolea kwa asilimia zote kuchimba msingi, lakini pia wamemwaga zege zege zote maana yake jamvi pamoja na lenta. Kipengele cha kazi za umma kwenye miradi ya TASAF kimeboresha kwa kiasi kikubwa barabara za vijijini na kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii na mawasiliano kati ya mtu na mtu. Kwa kupitia mradi wa OPEC awamu ya, ya nne tumeweza kujengewa jumla madaraja nane madaraja haya yamekuwa ni chachu kubwa ya usafirishaji wa mizigo na abiria kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja katika wilaya yetu, lakini na maeneo mazima ya Tanzania. Sisi Ukaratu ni wakulima wakubwa wa mazao mbalimbali, kwa hiyo madaraja haya yamesaidia usafirishaji wa mizigo. Hali ya wanafunzi kwenda shule ni ngumu sana ukiwa mvua inanyesha, tukaomba daraja hilo la hapa lalaja, daraja la kwanza. Baada ya hapo, tukaomba daraja la pili ambayo ni daraja la Duda. Tukasaidiana na wananchi kukusanya matirio ya mawe, mchanga na nguvu kazi, kufanya kazi pamoja na fundi pia. Kwa juhudi za pamoja na wanajamii, TASAF kwa ufadhili wa OPEC wamejenga mfumo wa umwagiliaji katika wilaya ya Ngorongoro ambao unasaidia wanakijiji hao kwenye shughuli za kilimo bila kutegemea mvua na hivyo kuwa na uhakika wa chakula. Maji wakati ule yalikuwa yanapotea potea, yani kwenye njia hivi lakini sasa hivi baada ya kuweka hii skimu maji yanakwenda yote shambani. Shamba hili langu nalima miogo na ndizi na sukuma sukuma. Natumia miogo, tunauza tuna na mandizi. Mandizi ndio yanasaidia watoto kusomeshia watoto. Unakata kwa kama, kama ndizi kama hii kubwa unauza elfu ishirini. Na miogo pia tunapeleka masoko kwenye masoko, wamama wanachimba wanapeleka masoko kwa kule nyuma tukiangalia, kabla ya Tasafu kuja kuna baadhi ya maeneo hayakuwa yakifikiwa na maji, kwa sababu yale maji yalikuwa yanapotea ardhini. Lakini baada ya Tasafu kuja ukatuwekea mita mia mbili mi, na hamsini mi na, na baadaye kuongeza mpaka zilipofika mita elfu moja na mia moja basi, yale maji yakawa yameongezeka kwa kiwango kikubwa, na hatima yake ndio mpaka leo tunapozungumza tumeyafaidi kwa namna ya kufika haraka na kutokupotea tena ardhini pia mradi huu wa TASAF baada ya kuja tulinufaishwa kwa kuwapata ajira za muda ajira za muda wakati wakitengeneza mfereji wale walengwa walikuwa wanalipwa hela kulingana na kazi wanazozifanya hapa nilipo hii ni shamba la mpunga hii sehemu tumevuna tulipata gunia sabini lakini kipindi mfereji haukujengwa unaishia kwenye gunia 30 kwa sababu maji hayafiki kwa wakati TASAF pia imewezesha ujenzi wa bwawa la maji la Chako katika wilaya ya Monduli ambalo linawasaidia wanakijiji wa eneo hilo na maeneo jirani kupata uhakika wa maji kwa ajili ya kunyoshea na kuogeshea mifugo yao pamoja na matumizi mengine ya nyumbani kama kufua, kuoga na kupika. Changamoto ya maji kabla si hatujapata ile msaada wa TASAF tulikuwa tunapata shida sana. Tunafata maji kilomita 11. Natoka saa kumi na moja usiku, napishana na wanyama wakali, naenda kuchimba maji, narudi saa nane mchana. Matumizi ni tunapikia, tunaanza tunachemsha chai, baadaye hapo chakula na kuosha vyombo, tunaoshea vyombo, kufulia nguo, tunafulia, tunaogesha watoto na hata si tunaoga, yanatumika kwa matumizi yote nyumbani. Kabla hatuna maji hapa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye bwawa, tulikuwa tunapata shida sana kuogesha mifugo unaagiza lori ya maji kuleta pale kwenye josho, shilingi laki mbili ndio huja mwingine pale, ndio mifugo wapate kuoga. Kwa hiyo sasa tumesha nufaika na haya maji kwa sababu tuna maji, anachukulia pale na jenereta tunaweka kwenye josho, mifugo inaoga bila shida. Lile bwawa lilikuwa limepasuka wakati wa mvua nyingi kunyesha. Baada ya hapo kupasuka, TASAF ikaona ina haja ya kuja kusaidia jamii kwa sababu ile, ile bwawa liko ndani ya kijiji na niko katikati ya kijiji mana yake ukiangalia kijiji cha Isila lina vitongoji vitano ina watu elfu kumi na moja na mia mbili. Ina ng'ombe elfu ishirini na tano na ina na mbuzi pamoja na kondoo elfu arobaini na sita na inapunda mia saba. Kwa hiyo ukiangalia lile bwawa linanufaisha pia jamii, mifugo pamoja na wanyamapori. <laughs> Mpango wa TASAF wa shughuli za kuongeza kipato umewezesha wanajamii kujipatia riziki kwa kufanya shughuli mbalimbali. Baadhi ya mifano ni mradi wa ufugaji wa nyuki unaofanywa na jamii ya Hadzabe katika wilaya ya Karatu na mradi wa ufugaji wa mbuzi wilayani Meru. Utaona sisi katika maisha yetu, tunaona tunafanya urinaji wa asali, upatikanaji wa asali katika zile mizinga za asili utaona upatikanaji wake ni mdogo sana kwa sababu wale nyuki wanavyojenga asali, uh, utakuta wanavyojenga kwenye ule pango pango sio kubwa, ndivyo hivyo hasa. Mradi wa TASAF, baadaye tulikaa nao na tulipokea zaidi ya mizinga kama hamsini na tulianza kuweka na nyuki walianza kuingia, na utaona hasa upatikanaji wa ule asali ni mkubwa zaidi kuliko ule wa mipango za asili za porini. Tasafu walinipa mbuzi wa nne. Katika wale mbuzi wanne, wakazaliana majike saba madume wanne. Kupitia mbuzi hawa, Watasafu wamenisaidia na wakipekee, wamenipa maarifa hata baadaye, na kwa mawazi wangu nataka baadaye, ni yani, hata ili banda lijae kabisa. Kwa kweli, kwa upande wa maziwa, maziwa yamenisaidia sana Yaani, kama kwa mfano, chai asubuhi tunakunywa chai nzuri, na baadaye tunapata mazao mengine, tunapika uji. Namshukuru Mungu sana, maana kupitia Tasafu imetusaidia sana, hata afya zetu zimeng'aa kwa kweli. Mradi wa Tasafu mkoani Arusha ni mfano mmoja tu wa jinsi ushirikiano kati ya serikali, taasisi na jamii unaweza kupelekea kwenye mabadiliko chanya yatakayogeuza maisha ya wanajamii.